Maelfu ya wakazi wa Mombasa nao wameungana na wenzao kumuomboleza marehemu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kwa siku ya pili, wakiwasha mishumaa na kuandamana kwa amani. Wakazi hawa walimtaja Raila kama mwana wa mageuzi. Nalo baraza la wazee wa jamii ya Waluo kutoka Pwani likikongamana na kutangaza kuwa litatumia ama litatuma wawakilishi maalum kuhudhuria mazishi yake huko Bondo. Willy Lusige na taarifa zaidi. Kwa siku ya pili bila ishara ya kuchoka, maelfu ya wakazi wa jiji la Mombasa walifurika mitaani wakiandamana kwa amani kumwomboleza aliyekuwa waziri mkuu na kinara wa chama cha ODM hayati Raila Amolo Odinga, wakiwasha mishumaa kumkumbuka na kumwombea dua wamemtaja Odinga kama galacha, aliyekuwa mstari wa mbele kutetea maslahi ya watu wa Pwani, nguli wa kupigania demokrasia na mtu aliyekaa vyema ndani ya mioyo yao wakati wa uhai wake. Huu ni msiba wa Kenya nzima, tumempoteza baba wa taifa na, na sisi kama watu wa pwani tunasema tuko pamoja na taifa zima, hutuma maombi yetu ya rambirambi. Kando na kusimulia watakavyomkosa, wengi wameelezea huzuni na masikitiko wakikumbuka jinsi alivyopigania ukombozi wa pili demokrasia na haki kwa mtu wa kawaida. Tunamuomboleza Mheshimiwa Raila kwa siku saba mfululisho, hatuna fujo wala nini. Nalo baraza la wazee wa jamii ya Waluo kutoka Pwani likikutana Mombasa likisema lina wasiwasi kutokana na kuondoka kwa Raila ambaye walimtaja kama mhimili mkubwa aliyewaunganisha. Baadhi ya wazee wa baraza hilo watakuwa miongoni mwa kundi maalum la wakazi wa Pwani ambao watahudhuria mazishi ya Raila. Tumebaki kama mayatima na tunaogopa. Hii ni kweli ya kwamba sisi katika Mombasa bila Raila pengine Eh, watu wengi watabadilika. Odinga alikuwa akipendwa sana na watu wa Pwani, alikuwa na ukaribu wa kipekee si tu na viongozi bali pia na wakazi wa kawaida, na sasa kifo chake kimeacha pengo kubwa katika eneo lililomshabikia kwa wingi. We are going to send at least 10 buses with our people to go and witness the final interment of the PM. Willy Lusige, Runinga ya Citizen.